Tunafanya test ya 20 kg semi automatic washing machine ya mteja wetu Lilian Boniface kuelekea Singida Misigiri. Na hapa tunamfanyia majaribio ili kuhakikisha bidhaa zetu ambazo tunasafirisha kuelekea mikoani tayari zimeshakuwa tested ili kuepusha changamoto ama usumbufu wote ambao unaweza kujitokeza. Na hapa tayari tumeshamfanyia majaribio lakini pia mteja wetu amelipia bidhaa yetu nyingine ya garment steamer, pasi ya mvuke, nayo tamwekea umundani ili iwe package moja aweze kuenjoy products zake na ili tuweze kupunguza gharama za usafiri. Lakini pia kwenye package yake tutamwekea na hizi accessories kama hii pipe, kwa ajili ya kufanyia full installation. Kutakuwa na hii pipe ya kuweza kupanga maji machafu, ili mteja wetu aweze kwenda kuunganisha na mfumo wa maji na kuweza kufanya full automatic. Lakini pia kama atakuwa hana mfumo wa maji, anaweza kumimina maji kwa ndoo, na hizi accessories zikawa zimekaa kama akiba ya baadaye. Na hapa tayari shamfanyia majaribio tayari kwa ajili ya kumsafirishia.